-salamu salamuhu wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karibuni kwa mara nyingine katika mwendelezo wa maudhui zetu mbalimbali mbali, kwa lengo la kuelimishana mambo ya msingi katika dini yetu. Ndugu zangu wapendwa, ndani ya mwezi wa Ramadhani tulionao, katika mwendelezo wa darsa zangu za tafsiri ya Qur'ani, ambazo nilikuwa nikiziendesha katika msikiti wangu naosimamia niliwahi kuzungumza jambo muhimu sana kwamba swala la kuwaheshimu viongozi na kuwatii ni wajib, na hilo ni kwa makubaliano ya ulamaa wote wa ahlusunna waljamaa kuwa ni wajib kuwaheshimu na kuwafuata viongozi. Hili ni jambo ambalo linataka kutengenezewa au kuandaliwa mada yake maalumu ili watu walielewe vizuri. sasa Jambo la kusikitisha ni kwamba siku chache baadaye nikaja nikaona klip ya Sheikh Izzudyn, mmoja kati katika mashekhe wetu ambao kwa kweli tunawaheshimu na hatukufikiria hata siku moja kama anaweza kuzungumza maneno ambayo amezungumza dhidi ya Baraza la Ulama la Zanzibar na dhidi ya Mufti shekhe ambaye ni kiongozi wa Uislamu hapa Zanzibar, na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa wangu, mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, wawe wa kweli, wawe wa kweli. Hii kabineti jamanini, iliyoko majlisi la ulamaa, wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Maneno ya Sheikh Izzudyn ambayo amezungumza ni maneno ambayo ni magumu, kwanza makali, na si sahihi, na tunawajibika kuyasahihisha hadharani kwa sababu yeye amezungumza hadharani na jambo la kusikitisha ni kwamba Sheikh Izzudyn ana uwezo mzuri, ana uwezo mkubwa wa kuwafikia mashekhe walioko kwenye Baraza la Ulama, bali hata ofisi ya mufti yenyewe imeshashirikiana na Sheikh Izzudyn katika mambo mbalimbali, wameshampa mwaliko katika mambo mbalimbali. Katika kongamano la viongozi ameshawahi kuhudhuria, akapewa mwaliko na hao viongozi wetu wa dini wa ofisi ya mufti katika baraza la Idi, baraza la maulidi, katika hafla nyingi, katika shughuli nyingi ameshawahi kualikwa na kupewa heshima kubwa. Naendelea kusisitiza kabla ya kutoa ufafanuzi zaidi kwenye maneno ya Sheikh Izzudyn, naendelea kusisitiza kwamba swala la heshima kwa viongozi, iwe viongozi wa dini au viongozi wa serikali katika ngazi mbalimbali, swala la heshima na utiifu kwetu sisi kwa makubaliano ya ulamaa wa ahlu sunna wal jamaa, na ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wetu, na ikiwa mtu atakuwa na nasaha au maoni, basi anatakiwa kuyafikisha kwa viongozi, lakini kwanjia, kwa njia zilizokuwa sahihi kufuata utaratibu na kuwasilisha maoni hayo kwa heshima na busara. Nimeshangaa sana mimi, mtu kama Sheikh Izzudyn ambaye ana nafasi kubwa ya kuwafikia mashehe, anashindwa kuenda, kama kuna maoni yoyote kwenda mbele yao akawaeleza akatoa maoni yake. Badala yake amekaa ya msikitini anazungumza na waislamu maneno machafu, maneno ambayo haielekei kwa mtu kama yeye kuyazungumza. Kwahiyo sisi, licha ya kuwa ni shekhe wetu na tunamheshimu na tunataraji kwenye hili kwamba atajirudi, lakini tunalazimika kuyarekebisha haya maneno yake kwa sababu ni maneno ya upotofu bali kuna maneno ya uongo ndani yake na kuna maneno ambayo hayako sawa kabisa. Kwanza, katika maneno yaliyonshangaza ya zaidi ni kule kutupa maneno machafu na maneno ya kejeli moja kwa moja kwa mufti wa Zanzibar. Lau angelikuwa Sheikh Izzudyn ni mtu wa kawaida, tungelisema labda amevuta bangi maneno kama yale, au amelewa ame lakini kwa vile ni shekhe sijui tuseme alikuwa na hali gani mpaka akazungumza maneno yale. Maana kama ni hasira, basi ni, ni aibu kwa shekhe kama yeye kuzidiwa na hasira kiasi hicho mpaka kumtupia maneno kiongozi wa dini ambaye ni mufti mkuu wa Zanzibar, kumtupia maneno machafu kama yale, hii ni kuonyesha kwamba e, hali yake si nzuri. Na Sheikh Izzudyn, mimi nakwambia kwamba ikiwa hali yako ni hii unapokasirika na hali yako ni hii katika kuzungumza huna break, maanake basi ofisi ya mufti kukufungia Zanzibar watakuwa hawakuonei. Yani, maanake ikiwa uzungumzaji wako unapokasirika au ustahamilivu wako katika kuchukua mambo au ufuatiliaji wako katika mambo ndo uko hivi, maanake unaweza ukasikia tu jambo ghafla bila ya kufanya utafiti na kuwafata wahusika ukaanza tu kukaa na kuropoka tu kuzungumza tu maneno makali. Ikiwa hali yako ndo hii, basi ofisi ya mufti kukufungia haina kosa. Ubaya zaidi katika mazungumzo ya Sheikh Izzudyn ni kwamba kuna matusi ye mwenyewe amezungumza maneno mabaya na ya uongo, lakini kuna matusi ya watu wamekuja kutukana, kumtukana mufti na ofisi ya mufti, baraza la ulamaa, kuwatukana mashekhe wetu na viongozi wetu wote hapa Zanzibar. Kuna comments zimekuja na hii video ya Sheikh Izzudyn imewekwa katika channel tofauti tofauti. Bas, wallahi kuna watu wamekuja kutukana matusi, wengine wanasema makafiri, wanafiki, yao hivi. Wallahi, Sheikh Izzudyn, haya matusi yote wewe ndo utayabeba. Yaani, wale watu wamefanya makosa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini sababu ya makosa yale ni wewe. Yaani, wewe ndo umewawekea njia ya kufanya yale makosa, kutukana. Na kwa hivyo fungu pia na wewe utapata kwenye matusi yale ama ambayo ametukanwa, ambayo ametukanwa mufti. Yani umewapa watu njia watukane, wamtukane kiongozi matusi machafu mabaya. Na hukulifikiria hili, hukufikiria wewe kwamba mimi nikimtukana kiongozi basi kuna watu watakuja kucomment maneno machafu vile vile, watamtukana kiongozi na kwa mimi ndo sababu. Hukufikiria hilo. Moja kwa moja wewe unaropoka, bila ya break. Shekhe wewe umesoma, ni mtu wa dini. Hebu tafakari katika kulingania, usijilinganishe na watu wa ovyo, watu wa wanafiki wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akigawangawira kuna mtu mmoja alikuja akamwambia Mtume, adili ya Muhammad, fa innaka lam taadil, fanya uadilifu wewe Muhammad, unagawa kwa upendeleo, huna uadilifu wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashangaa akamwambia wailaka, wamayadilu ba'di idh lam aadil wewe mtu wa aina gani wewe? Hivi mimi nisipofanya uadilifu ni nani baada yangu anaweza kufanya uadilifu? Ikiwa mimi Muhammad si muadilifu, ni nani baada yangu anaweza kuwa muadilifu? Yaani, mtu anamwambia maneno hayo mtume. Na jamani, tusishangae watu kama hawa, wanaowatupia viongozi maneno, wako tokea zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipata changamoto kama hii na wala usioni ajabu. Na mimi namwambia mufti avumilie kwenye hili, Allah atamlipa kheri. Kazi kubwa anayofanya yeye na timu yake na ofisi nzima, Baraza la Ulama. Allah atawalipa kheri, wawe wavumilivu kwenye hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupiwa maneno kama haya. Mtu anamwambia mtume fanya uadilifu. Sayyiduna Umar, baada ya yule mtu kuondoka, mtume Sayyiduna Umar akamwambia mtume, niruhusu nikamkate kichwa chake yule. Lakini mtume akamtuliza, aa Sayyiduna Umar baada kwa hiyo e, shekhad usijifananishe na watu kama hawa, usijifananishe na watu wenye mwenendo mbaya. Wewe ni shekhe na umesoma, tumia hekima na busara, kuwa mvumilivu. Kama una changamoto yoyote ifikishe kwa hekima, lakini mpaka unawaambia watu title yoyote, nawapa atu rukhsa, mpaka maneno ya kuandika watakapoiweka video yako kwenye mitandao waandike vyovyote vyo sana. Sasa katika mazungumzo yake anasema kwamba napeleka ujumbe kwa mufti au naibu mufti wawe wa kweli, na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa wangu, mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, wawe wa kweli. Iliyoko ulama wa kweli wawe wa kweli. Hii kabineti jamani, ni iliyoko majlisi la ulama, wamtumikie Mungu na mtume wasijitumikie nafsi zao. Hivi mufti umemwona kwenye uongo gani? Labda na timu yake, unaweza ukiitwa, unaweza kuthibitisha uongo wa mufti kwamba mufti ni muongo? Maanake ukimwambia mtu hayo mkweli, maanake kinyume chake ni ni muongo. Ni maneno gani ambayo unayazungumza mlinganiaji, shekhe? Halafu unasema mi kazi yangu kulingania, kulingania ndo hivi kulingania hivi, kuwatupia maneno viongozi ni manhaji gani? Kiongozi mufti, kiongozi wetu, shekhe wetu eh, mufti, angalia mufti kabi alivyo, hafidhahullah, mtu mstaarabu, mwelewa, unaenda kumtupia maneno na kumwambia awe mkweli. Haya maneno gani unazungumza? Ni mambo mangapi ambayo yamefanywa na mufti hapa Zanzibar? Ni harakati nyingi za kidini zimeanzishwa na ofisi ya mufti, baraza la ulamaa na, na, na, na, na viongozi wote wa kidini kwa ujumla ko shekhe wetu tunakuheshimu, na usituvuruge, tunaomba ubakie katika kulingania, lakini ukiendelea kuagusa mashehe wetu ambao wanafanya kazi kubwa, hili sisi hatuwezi tukalinyamazia, bali amepeleka tuhuma kubwa kwa mufti na tuhuma hii pia inamwendea hata rais. Anasema acheni kuteuana kwa majina. Wateni kutauana kwa majina tu teuaneni kwa vyeo na naotenda kazi, yupi anafanya kazi, yupi anastahiki apewe. Kwa hiyo maanake, mufti anawateua watu kwa majina, yani mufti hana uadilifu, ndo maana yake. Bali mufti mwenyewe pia ameteuliwa na rais, manake rais pia kamteua mufti bila vigezo, kateua kwa jina tu, halafu na mufti naye akawa anateua watu kwa jina. Maneno gani Sheikh Izzudyn, haya ni maneno gani machafu? Basi maneno haya hata mtu aliyekuwa hajasoma tu hawezi kuzungumza kumwambia mufti kwamba acheni kuteuana kwa majina. Halafu jambo la ajabu, unasema utakuja huku Zanzibar kwa nguvu, kama unafungwa na wewe ufungwe, lakini litakalokuwa sasa, watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara, wanishike wanitie ndani, hapo sasa kutajulikana mbivu. Akhi, unawezaje ku, ku, ku, kuleta mabavu kwenye nchi ya watu? Sawa, kama ulivyosema wewe, hapa una asili ya kwenu, lakini huna uraia wa hapa huna uraia wa hapa, hata kama jamaa zako wapo, lakini hapa huna uraia. Nchi yako ni Kenya, ndo raia wa Kenya wewe. Kwa hiyo kusema tena nitakuja tena kwa nguvu kama wanifunge na wanifunge, ma, maneno haya unazungumza wewe, kama ni shehe na uko katika hali hasa kwamba mimi ni shehe na nasikilizwa na watu, kwenye nchi ya watu ukavamie kwa nguvu tena, hapo unai, unairopokea serikali, si sawa si sawa kabisa. Huu si ulinganiaji, na hii ni dhulma Sheikh Izzudyn, na sisi tunakwambia uombe radhi kwa ofisi ya mufti, bali uombe radhi kwa Zanzibar nzima kwa ujumla, kwa viongozi wa Zanzibar, uombe radhi kwenye hili. Si sawa, umetufitinisha sisi Waislamu wa Zanzibar, umetuletea fitna na viongozi wetu. Katika mazungumzo yake, nimemmsikia anasema mimi si muhimu kupendwa na Rais Samia e, mimi muhimu kupendwa na na Allah. Sasa haya ni mazungumzo ya kielimu kweli? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema viongozi bora, viongozi wenu bora, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. ni wale ambao mnawapenda nao wanakupendeni. watusalluna alayhim wa yusalluna alaykum, mnawaombea dua nanyi wanakuombeeni dua. Viongozi bora, Mtume anasema, ni hadithi sahihi hii. Anasema viongozi wenu bora ni wale ambao mnawapenda nao wanakupendeni. Mtume hakusema ni wale ambao mnawapenda nyie, lakini wao haku wao hata wasipokupendeni hakusema Mtume ni wale ambao hampendani. a kasema Mtume viongozi bora ni wale mnawapenda nao, viongozi wakawa wanakupendeni nyinyi, mnaoombea dua nao wanakuombeeni dua. Tena utasema vipi, si muhimu kupendana na Rais Samia? Ukisema si muhimu, basi ni ajabu, maanake hii hadithi iko mbali na wewe. Mtume anasema ni muhimu nyie kupendwa na viongozi wenu na nyie kuwapenda viongozi wenu. Tena wewe unasema ah, si mama Samia, muhimu? Ajabu sana. Muhimu muhimu kupendwa, kupendwa na mama Samia na nani, na ama kusema kwamba e, mimi usiniambie nifate protocol, mimi protocol yangu ni dini. kwa nini asitunga protocol? Yahi minna dini protocol, muhimu kwangu mimi ni dini, si si, si, si mambo ya, ya kisiasa. Sheikh Izzudyn bwana, usizungumze maneno ambayo hayana akili, maneno ambayo wanazungumza watu wajinga. Dini yenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almuslimuna ala shurutihim, Waislamu huwa hubaki katika zile taratibu zao walizokubaliana na zile taratibu zao walizopangiwa na Mola wao. Waislamu hawaendi tu bila ya itifaki bila ya hizo protocol hawaendi Waislam bila itifaki. Waislamu wanaenda kwa utaratibu, mambo yao wanayapangilia kwa utaratibu. Kwa hiyo, naam, ikiwa umeitwa kwenye mhadhara, umeitwa kwenye kikao, ukatakiwa uzungumze jambo fulani, na wewe ukakubali, hiyo ni itifaki na hayo ni makubaliano, zungumza lile sasa utaenda pale, utaenda kuzungumza jambo jingine, halafu utasema, mimi si sifati itifaki yenu, mimi na, nafata makubaliano mimi na, mimi nalingania dini, sifati makubaliano yenu. Dini ndio inakwambia wewe ufuate utaratibu, dini ndio inakufundisha wewe ufuate yale ambayo umekubaliana na watu. Halafu likulli maqamin maqalu, kila sehemu ina mazungumzo, ina mazungumzo yake. Eh, mahala ambapo umetakiwa uzungumze jambo fulani kwa sababu hafla ile inahusiana na mambo fulani, zungumza lile sasa. Wewe utaenda kuzungumza jambo jingine, tena jambo ambalo linatia lawama, labda kumtia lawama rais au kumweka matatani na kumtia lawama kiongozi fulani, jambo ambalo ilikuwa unaweza wewe kufikisha maoni yako kwa rais au kwa mheshimiwa kwa njia ya busara ya hekima ya chini kwa chini ukapita kwa viongozi fulani. Ah, mfano Mama Samia tunapata shida kwenye boda, ukae ukazungumza na watu fulani ambao ni wana nafasi katika uongozi wakamfikishia mama Samia. Wewe Sheikh Izzudyn mkubwa na umepewa nafasi kubwa na ofisi ya mufti imekukirimu mara nyingi, lakini inaonekana ile kurudisha shukrani jambo hili limekushinda. Sasa naam, huwezi ukaitwa kikao alafu ukazungumza jambo jingine. Mimi, mimi nina msikiti nasimamia ukija ukiniambia, nataka naomba nije nitoe khutba, nitakupangia masharti. Nitakwambia khutba yako chukue dakika ngapi, usizungumze mada fulani na fulani na fulani, usizungumze nitakupangia masharti. Naam, nitakwambia fuata utaratibu huu. Utaratibu kila mahali pana utaratibu, ndio maana mambo huenda, na huo ndio Uislamu. Balagha, waliosoma balagha wanajua, katika balagha tunasoma balaghatul kalam. Balaghatul kalam ni nini? Hiya mutabaqatu alkalam li muqtadha alhal, balaghatu alkalam ni kuzungumza mazungumzo yanayoendana na hali halisi. Huwezi ukawa mazikoni ukazungumza habari ya harusi, huwezi ukawa harusini ukazungumza habari za, mazi, za, za, za, za mauti. Huwezi ukawa kwenye kikao kinachozungumzia uchumi ukenda ukazungumzia e, jambo jingine ambalo halihusiani na uchumi. Aa, ni lazima kila mahali uzungumze kwa uzungumze kwa ustaarabu. Ukiwa una maoni kwa rais na kiongozi, yafikishe maoni yako katika njia sahihi. Ndio msimamo wetu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sisi hatujafundishwa kuropoka tu mbele ya, ya rais na viongozi eti kwa kuwa nimepata nafasi tena ndo nitumie ninavyotaka mimi. Si sawa. Ama suala la kusema Sheikh Izzudyn kwamba eti wanakuonea wivu na wachoma jambo la wewe kupata permit, hii si kweli, hii si kweli kwa sababu hapa tuna mashekhe ambao wanapendwa zaidi yako. Tuna Sheikh Uthman Maalim. Sheikh Uthman Maalim anapendwa zaidi yako, na yuko muda mrefu anaishi. Sheikh Uthman Maalim yupo kipindi chote iko na hajawahi kulalamika mazungumzo kama hayo unayozungumza wewe. Kwa nini iwe wewe? Kwa nini? Sheikh Uthman Maalim kipindi chote muda mrefu hapa amekaa, miaka mingi amekaa, tokea kijana mpaka sasa hivi mtu mzima, na yupo anaishi Zanzibar, sikwambii wewe unayekuja na kurudi. Yupo hapa anaishi. Hizo na wala hatujawahi kumwona akiropoka aki kama hivyo kwenye mitandao akipakazia Baraza la Ulamaa au ofisi ya mufti, kwa hiyo uje uonewe wivu wewe tena watu uliowachome kupata permit wewe, wakati hapa kuna Wakenya wanakuja na kutoka kuna Wakenya wanaoishi na wameshaishi miaka mingi. Sasa, tena ofisi ya mufti je, kuonewe wivu wewe <laughs> ni jambo ambalo hata akilini haliingii. Kwa hiyo mimi nakuhusia binafsi na nimekupigia simu tokea jana baada ya kuona klipi yako hii na kupigia simu ili nikuambie tu kwamba hiki ulichokifanya si sahihi. Rudi uombe radhi, rudi uweke sawa. Maneno yako si sahihi kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume. Kumtupia kiongozi maneno kama vile si sahihi, kuleta mfarakano baina ya waislamu na viongozi wao si sahihi, ni upotoshaji. Pengine labda umeanza kuathiriwa na mwenendo wa baadhi ya Wakenya kwa sababu Wakenya wengi hasa vijana vijana hawana nidhamu kwa viongozi wao. Tunaona wanawaropokea marais wao, yani hawana heshima. Sasa sijui nawe umeathiriwa, sasa unaanza kuwatupia viongozi wa huko. Ah, kama unafanya fanya huko huko Kenya kwa viongozi wako huko huko Kenya, lakini viongozi wetu sisi waache tafadhali, min fadhlik waache, na usiwaropokee maneno machafu bali katika mazungumzo ya Sheikh Izzudyn kwa ujumla kuna maneno ya uongo mengi sana. Kwanza hakuna udhibitisho huko kufungiwa kwake, hakuna udhibitisho na mazungumzo yake yanaashiria hajaitwa wala hajapewa barua. Yaani kaamua tu azungumze. Tena amefika mbali anasema wanajifakhiri, wanajifakhiri kwamba wamenifungia. Yaani manake uh, wa viongozi wetu wa dini hapa Allah wahifadhi walipeheri eti wanajisifu kwamba wamemfungia wame, wame Sheikh Izzudyn. We na huifakhiri yule tumemfungia? Mmenifungia nini? Mmenifungia lipi? Mmenifungia. Wallahi huu uongo, uongo na ukiitoa uthibitisho Sheikh Izzudyn utashindwa kwenye hili, ni hili ni watu wamekuwa wanajifakhirisha kwamba tumemfungia Sheikh Izzudyn. Wapi una uthibitisho gani kwenye hili? Na amesema kwamba eti hawa watu wamewekwa wasimamie dini. Hawafai kusimamia dini hawa. Ya, kuna mambo mengine yaani utaona haya, ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini. Si nikuonyesha kwa, kwamba huyu mufti ana watu tini hawastahiki, bali amewaita wanafiki, akaja akawaita kwamba ni wenye nyuso mbili. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watateka na, wa, na wewe lakini tahsabuhum jamian wa kulubuhum. Kwa nini iwe namna hiyo? inna mtutakawena inllaha yabghadhul wajhain, Mungu atukia mtu wenye nyuso mbili akikuona. Na cha ajabu mimi nikienda angalia mimi wallahi, hakuna kitu kibaya jamani, ni kama unafiki, ukienda ukwambia wewe kwetu huji kutoa maida, nimenifungia mtaki Sheikh Izzudyn mnafiq, mufti, mufti hafidhahullah ni mnafiq, mashaikh wetu hawa wawe wote wanafiq, mkweli wewe yani? Hawa mashaikh wote hawa, Baraza la Ulama na yani, wa yani, viongozi wote wa kidini yani, wao wanafiq, wao ni wenye nyuso mbili, wote wao hawafai, wewe ndio unaifaa yani? Watu wote hawana akili, hawa viongozi wote waliwateua wale hawana akili, wewe ndio mwenye akili. Mimi nasema tena kwamba e, sasa hivi ikiwa baraza litakufungia baraza la ulama au ofisi ya mufti ikiwa itakufungia hapa Zanzibar, kuja wanastahiki, na tunaomba uombe msamaha, uombe msamaha mashaikh zetu, kwa sababu umewazungumzia vibaya kwa maneno ya uongo ambayo hayana uthibitisho, na hukutumia busara katika kuzungumza kwako, na ndio maana mimi binafsi licha ya mapenzi yangu yote kwako, lakini kwenye hili siwezi kustahamili, na hii ndio njia ya uadilifu. Unapochupa mpaka hata kama wewe ni katika sisi lakini, unapochupa mpaka lazima tubainishe na tunabainisha hadharani, kwa sababu wewe umechafua hadharani na umeleta fitna na uongo. Kwa hiyo sisi tuna imani na ofisi ya mufti, tuna imani na mufti wetu, tuna imani na viongozi wetu wa serikali ambao wamewachagua wao, na tunaona kazi nzuri inayofanyika. Inawezekana huoni wewe tu kazi inayofanywa na ofisi ya mufti, lakini sisi wenyewe Wazanzibari ambao tunaishi hapa achana na wewe unayekuja na kuondoka na unaisikiliza maneno ya watu wanaokupa, alafu tena ukaanza kuropoka. Sisi tunaoishi hapa tunaona mabadiliko, tunaona kazi inayofanywa na ofisi ya mufti, tunaona na tunahisi, na tumepata utulivu kwa sababu ya chombo hiki cha kidini. Kama wewe hujapata utulivu au kuna mtu mwingine hajapata utulivu kwa sababu ya ofisi ya mufti, huyo mtu ni mkorofi. Ukiwa mkorofi huwezi kupata utulivu. Ndio, kuna baadhi ya watu ukizungumza hivi, wanadhani kwamba labda unaanza kuleta siasa, wewe labda unaingia kwenye uwanja wa siasa. Hapana, na haya maneno aliyozungumza Sheikh Izzudyn kwamba ofisi hii inatumiwa kisiasa, si kweli. Si kweli, hakuna siasa inayotumiwa. Kile ni chombo cha dini, ambacho chombo cha dini kilichoteuliwa na serikali. Wao mashehe wana paswa na lazimika kuwaheshimu viongozi wa serikali. Hayo ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena kule kuwaheshimu kwao viongozi wa serikali iwe ndo eti ndo siasa ndo, ndo wanachanganya dini na siasa. Hasa ujumbe huu unapenda kumtumia mufti wa Zanzibar, watamharibia ile kabineti yake ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa, kwa maslahi. Huyu nampenda mimi, huyu ni rafiki yangu huyu, kwa karibu na mimi sawa, huyu hako na mimi huyu, dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake, ya hii siasa yetu ya, ya, ya, ya kuwa aniungae ndamruhusu Asodiuga block. haya -ha. ni maneno gani upuuzi unayozungumza Sheikh mzima? Sisi juu tukutafsiri vipi? Mwisho nahitimisha kwa kusema Sheikh Izzudyn, omba radhi viongozi na rekebisha maneno yako ambayo ni ya upotoshaji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mpendwa, ambaye unatufuatilia kupitia Haji Upepo Online TV, natumai bila shaka wewe ni mpenzi wetu kwa hali na mali, na natumai pasi na shaka kwamba unatamani harakati zetu zifike mbali zaidi na channel yetu iboreke zaidi. Kwa hivyo basi, tunakuomba hivi sasa, tuma mchango wako kwa haraka mno kupitia namba zetu hizo hapo chini. Kisha baada ya kutuma mchango wako tu nitumie SMS kupitia WhatsApp kwa namba yangu hiyo hapo, na hapo nitakuunga katika magrupu yetu ya elimu ambayo tunafundisha vitabu na fani mbalimbali mbali, ili uwe memba wa Haji Upepo Online TV. Channel yetu kwa sasa haina vifaa kabisa kabisa, na kwa hivyo tunaomba uchangie sasa bila ya kurudi nyuma na bila ya kusema kwamba atachangia mwingine. Ni wewe ambaye tunakutarajia utashikamana nasi katika hali yetu hii ya kidharura, ili tutatue tatizo letu hili na harakati zetu ziende mbele. Fanya haraka kwenye hili, changia sasa kadiri ya uwezo wako kupitia namba zetu hizo hapo kisha nitumie SMS kupitia WhatsApp. Shukran sana wa jazakumullahu khairan.